Watu wamekufanya vitu vya kukuumiza, vya kukuudhi. How do you handle that? Unakabiliana vipi na hiyo hali? Tunaita emotional toughness. Kuna watu wana bright future, tatizo lao tu emotionally they are unstable. Hawezi kukabiliana na changamoto ndogo ndogo wanazokutana nazo kwenye maisha yao. Akiamka tu asubuhi akakutana meseji au koment mbaya kwenye Instagram, tayari siku yako utasikia siku yangu imeharibika. Kama mtu usiyemjua anaweza kukuharibia siku yako, yuko kweli? Lazima ufike sehemu ambapo unaamini kwamba I'm the CEO of my own life, I can hire, I can fire, it is upon myself. Mimi ndio CEO wa maisha yangu mwenyewe, chochote unachoweza kuniambia kwenye maisha yangu ni opinion. It is just an opinion, so you need emotional to be tough, kwa sababu dunia sasa hivi kuna watu wachache watakuweza kukuambia unaweza, wengi watakuambia hauwezi kuna watu wachache wanaweza kukwambia you are going somewhere. Watu wengi watakwambia you are going nowhere. Kuna watu wachache hata wanaweza kukwambia umependeza, wachache sana wanaweza kukwambia hivyo. In fact psychology inaonyesha very clear kwamba mtoto mdogo anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka mitano anakuwa ameambiwa neno hapana acha wezi, elfu, neno, au uwezi mara elfu arobaini na anakuwa ameambiwa neno ndio au unaweza mara elfu nane Manake anaambiwa mara tano zaidi negative words kuliko positive words na wewe ni mmoja wao, umeshaambiwa maneno mara nyingi sana. Na sekoje gani inaonyesha, nikikwambia neno uwezi, natakiwa nikwambie neno unaweza mara kumi na saba mfululizo, ili niondoe ile neno la kwanza ambalo nimekwambia. Sasa imagine umeshaambiwa maneno mangapi ambayo yame break emotion down. Kuna watu tu kwa sababu wanambiwa wewe sio mzuri, it's a problem to them, is their opinion, everyone is entitled to opinion, ni opinion zao Akisema hivyo ni opinion yake, why are you living with other people people? Ukiruhusu emotion yako ishikiliwe na watu wengine, maana yake hakuna mahali unaenda, maana yake wanakuchezea kama remote control. Wanaweza kuamua wakati gani ucheke, wakati gani ulie, wakati gani ufurahi, wakati gani usifurahi, wakati gani ujipende, na wakati gani wakuvuruga hata nywele usichane. Na wakishajua wanaitumia hiyo nafasi vizuri sana, you need to be emotionally tough. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa <tipa> zaidi.